Mwenendo wa Mkristo maisha ya utauwa. Pambano kuu katika mwenendo wa Mkristo maisha ya utauwa. Uh, umewahi kujiuliza kwa nini maisha ya utauwa katika mwenendo wa Mkristo? Biblia katika Timotheo wa pili sura tatu fungu la 12 anasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Huo ndio ujumbe wa neno la Mungu. Mwenendo wa Mkristo unamwagiza Mkristo kuishi katika maisha yanayompendeza Kristo katika kila nyanja zote za maisha, kwa jinsi unavyokula, kwa jinsi unavyokunywa, kwa jinsi unavyovaa, kwa jinsi unavyotenda, katika nyanja zote za maisha, lazima tabia ya Kristo iakisiwe ndani yako, na vile vyote unavyovifanya viwe ni vile vyenye kumpendeza Mungu peke yake. Sasa katika neno la Mungu unaweza ukajiuliza swali, utauwa ni nini? Utauwa ni hali au hali ya mtu kuwa na imani na maisha yanayomcha Mungu kwa dhati, kuishi kwa maadili ya Kikristo na kuonyesha huo uhusiano wa kiroho na Mungu katika matendo na mawazo. Lakini pia utauwa ni maisha ya kiroho yanayomcha Mungu, kuishi kwa uadilifu na kuonyesha imani kwa matendo. Na hivyo katika Biblia, utauwa hauhusiani tu na ibada au maisha ya dini, bali ni maisha yote, kuishi kwa heshima a Mungu kuonyesha upendo, haki na uadilifu. Hayo maisha yote ambayo mkristo akiyaishi hayo ndiyo yanatengeneza jambo linaloitwa uh, utauwa. Na hivyo wale wote wanaopenda kuishi kwa utauwa daima wata wataudhiwa wataudhiwa. Kwa namna gani? Inagharimu kuishi maisha ya utauwa, ndiyo maana wengine nafika mahali wanaamua hata kufanya maridhiano na dhambi, wakiogopa suala zima la kuwa wataua, wakijua ya kwamba kama ni kazi wakaachishwa, wakijua ya kwamba kama ni mambo fulani hawatayapata na hivyo ili wayafanikishe ni sharti wakubaliana maelekezo, hata kama yanavunja amri za Mungu, na kwa sababu hiyo utauwa unakuwa unakuwa unakuwa umeachwa. Kusudi la Mungu kwa maisha yote ya Ukristo ni kwamba Wakristo waishi katika maisha ya utauwa. Hilo ndio kusudi la Mungu na mpango wa Mungu, na ndiyo maana katika neno la Mungu kupitia mjumbe wake mwaminifu katika ile Nashuhudia kwa Kanisa, gombo la tisa, ukurasa wa ishirini na tatu paragrafu ya pili anaandika anasema Hakupaswi hakupaswi kuwa na maisha ya, ya kuigiza, yaani maisha feki kwa wale wenye ujumbe wa thamani na mtakatifu walioitiwa kuubeba. Ulimwengu unawaangalia Waadventista wa Sabato, kwa sababu unajua kitu kuhusu ushuhuda wao wa imani na ubora wao wa hali ya juu, na unapowaona wale ambao hawaishi kulingana na ushuhuda kukiri kwao huwatazama kwa kuwadharau, na kwa sababu hiyo ni maisha pekee ya utauwa ndiyo yatakayoleta matokeo makubwa katika maisha ya mcha Mungu. Lakini bado anaendelea anasema: ni ajabu kwamba makanisa yetu maarufu yamekiacha kiwango cha Biblia. Watawala, wanasiasa, wanasheria, wafanyabiashara hujiunga na kanisa kama njia ya kuendeleza maslahi yao ya kidunia. Taasisi za kidini zikitiwa nguvu na wapenda anasa, hawa waliobatizwa hujitahidi kutafuta umaarufu zaidi makanisa, eh, uh, uh, uh, kutafuta umaarufu zaidi. Makanisa makubwa ya kifahari hujengwa, mshahara mkubwa ulipo kwa mchungaji mwenye kipawa kwa ajili ya udisha watu. Hotuba zake lazima ziwe laini za kupendeza katika masikio ya kisasa. Kwa njia hiyo, dhambi zinapopendwa eh, dhambi zinazopendwa na wengi hufichwa katika utauwa wa bandia, ambapo sasa Maneno haya yanatoka katika kitabu cha Tumaini Kuu ama Pambano Kuu, kurasa 244, 245 maneno hayo yanasoma. Kwa hiyo uh, maisha ya utauwa yamejengwa katika maisha ya kujitoa, na hivyo ni lazima kila mmoja asalimishe maisha yake kwa Kristo ili kuyafikia maisha yenye viwango vya Kikristo vinavyotakiwa kama Mkristo mmoja moja katika dunia hii, na hasa tunapokuwa tukilielekea pambano kuu lioko mbele yetu. Lakini jambo lingine anasema, niliona kwamba tangu malaika wa pili alipotangaza nguko la makanisa yamekuwa yakiendelea kuharibika zaidi na zaidi. Wana jina tu la, la kuwa wafuasi wa Kristo, lakini haiwezekani kuwa tofautisha na ulimwengu. Wachungaji unukuu neno la Mungu, lakini wana wanahubiri mambo laini. Jambo hili haliufanyi moyo wa asili kujisikia kuwa na hatia roho na nguvu za ukweli na wokovu wa Kristo ndivyo viletavyo chuki kwa moyo wa asili. Katika huduma zao zote, zao zote zenye mvuto kwa watu, hakuna chochote cha kuamsha hasira ya Shetani wala kumtetemesha mwenye dhambi na kuufanya moyo wa dhamiri vitambue uhakika na hukumu inayokuja karibuni. Watu waovu kwa ujumla hufurahia mfano wa utauwa lakini bila kuwa na utauwa wa kweli, na hivyo watasaidiana kuunga mkono dini ya namna hiyo. Maandiko ya Awali, ukurasa mia mbili sabini na tatu na paragrafu ya kwanza, maneno hayo yanasema. Lakini bado haishii hapo, tunajifunza ya kwamba utauwa unagharimu. Utakumbuka ya kwamba Eliya aliitwa mtabishaji, Yeremia, Isaya, Musa, hawa wote wakakubaliwa katika wakati ambao walikuwa wakisimama kwa ajili ya Kristo, akina Yohana, mitume wenyewe kipindi cha Kristo. Hawakukubalika kutokana na ujumbe waliokuwa wameubeba, na kwa sababu hiyo wale wanaojitoa kwa ajili ya maisha ya utauwa lazima wawe tayari ya kuteswa pamoja na Kristo, kama matokeo ya kuwa watauwa mbele za Mungu. Na hivyo maisha ya uadilifu na viwango vya Kikristo ni sharti viunuliwe katika ulimwengu unaoharibika. Lakini kitabu cha leo na Mungu, sehemu ya kwanza, kurasa arobaini na nane, maandiko haya yanasema pia kwamba wale wanaosimama kwa ajili ya kusimama kwa neno la Mungu katika dunia hii ambayo inapoteza viwango vya uadilifu. Jumbe wa Mungu anaandika, anasema hivi, wako watu ambao wanasimama imara kuinua bendera ya ukweli mahali ambapo wakati mwingine ukweli hautakiwi wala kuhitajika. Na ndipo anasema, anaandika, anasema, wale wanaowabana wajumbe waaminifu wa Mungu kwenye kona, wanaokatisha tamaa, wanaosimama kati ya, kati yao na watu ili ujumbe wao usipate mvuto ambao Mungu amekusudia uwe nao watawajibika kwa ajili ya udanganyifu na maasi yanayokuja kanisani kama matokeo ya kazi yao. Wana jukumu la kutisha la kutoa hesabu mbele za Mungu. Leo na Mungu, sehemu ya kwanza, uh, ukurasa arobaini na nane, maneno haya yanaandikwa: na hivyo kila mmoja anaitwa kusimama kwa zamu yake kuhakikisha ya kwamba viwango vya uadilifu, viwango vya utauwa wa maisha ya Kikristo vinainuliwa katika ulimwengu huu. Ulimwengu ambao uadilifu umetoweka, ulimwengu ambao leo dhambi ina, ina, inakumbatiwa na hata wakati mwingine mtu yuko makini sana kuilinda dhambi yake isitambulikane, lakini hayuko makini kulinda moyo wake usiingie katika dhambi. Na kwa sababu hiyo viwango vya Kikristo vinaachwa vina na vinapoachwa utaua bandia unasimama. Lakini kusudi la Mungu ni nini? Kusudi la Mungu ni utaua wa halisi utaua wa kweli, ambao ukiimarishwa huo, chuki itaamshwa ya Shetani, na hivyo watu wa Mungu wataonekana wazi. Ndipo katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, uh, ukurasa wa 36 anaandika, anasema, kuna swali lingine muhimu ambalo lapaswa kujibiwa na makanisa ya leo. Mtume Paulo anasema Alisema, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa, Timotheo wa pili tatu kumi na mbili. Kwa nini sasa mateso yanaonekana kwa kiasi kikubwa kusinzia? Swali linaulizwa, jibu linatolewa. Sababu pekee ni kuwa kanisa limekubaliana na kiwango cha dunia na kwa hiyo haliamshi upinzani. Maridhiano na dhambi, maridhiano na mambo ambayo yanamchukiza Mungu yanapelekea watu kukaa katika hali ya usingizi wa kiroho na matokeo yake, nini kinachotokea? Anasema dini ambayo ipo katika siku zetu haina tabia iliyo safi na takatifu kama dini ya siku za Kristo na mitume. Ni kwa sababu tu ya roho ya mapatano na dhambi, ni kwa sababu kweli kuu za neno la Mungu hazitiliwi maanani ipasavyo, ni kwa sababu kuna utauwa kidogo katika kanisa. Ndiyo maana Ukristo unapendwa na ulimwengu. Hebu na kuwepo uamsho wa imani na nguvu ya kanisa la awali, na roho ya mateso itaamshwa na moto na, na mioto ya mateso mi, ma, makali itawashwa upya. Na kwa sababu hiyo wale tu ambao wamedumisha viwango vya utaua katika Kristo Yesu, hao ndio watakaosimama imara na kuchochea ghadhabu ya Shetani. Wakati mwingine tunaona ma, mateso yametulia, kumbe ni kwa sababu tumefanya maridhiano na dhambi. Leo unaangalia watu mahali ambapo wapasu kuwepo wacha Mungu, ndipo wanapokuwepo. Nenda misibani, nenda kwenye warusi, maeneo tunayoishi na kukaa yale ambayo wadhambi wa, wa, wa, wa mataifa wanatenda tunashirikiana nao na matokeo yake viwango vya Kikristo vinashushwa. Angalia mavazi tunayovaa wanaovaa wakisema waki, waki wanaamini Kristo, wanamwamini Kristo, ameachana mambo ya dunia, wanavaa kama ulimwengu, wanakula kama ulimwengu, wanakunywa kama ulimwengu, wanakula kama ulimwengu na kutenda kama ulimwengu, kila kitu. Na matokeo yake, maisha ya namna hii hayawezi kuleta utauwa wa kweli, isipokuwa yanaweza kuleta utauwa bandia chini ya mwamvuli wa vazi la kidini bila kuwa na dini ndani ya mioyo yetu, na kwa sababu hiyo imani ya kweli inadhihirika katika matendo matendo. Yanapoimarishwa kama matokeo ya imani ya kweli dini yako itakuwa na maana, lakini kama dini yako haitakusaidia kuachana na dhambi na kuishi katika viwango vya uadilifu vya, vya matendo mema yatokanayo na Kristo Yesu, dini hiyo inakuwa haina maana mbele za Mungu, na hivyo kuishi, kuyafanya tu kushikilia matendo ya dini huku umeiacha dini pembeni dini hiyo kwako kwa inakuwa haina maana, na hivyo Mungu anahitaji watu ambao watasimama imara na kuonyesha viwango vya kweli vya kiroho katika maisha yao na watu hao ndio watakaosimama imara hadi mwisho wa pambano, watu ambao pambano wanapokuja mbele yao watakuwa tayari kulikabili. Mimi na wewe tunaitwa, tunaishi hapa katika dunia hii. Je, tumeendelea kumheshimu Mungu mahali tunapopita, tunapokanyaga na kuketi, tunapofanyia kazi? Je, tunatembea na viwango vya uadilifu wa Kikristo ama tumefanya maridhiano na dhambi, matokeo yake Mungu ameaibishwa kutokana na matendo yetu, na matokeo yake Shetani akapokea ushindi kila huku Mungu akihuzunika kwa matendo tunayotenda, tukiitwa kwa majina ya uchamungu, tukiitwa kwa majina ya Ukristo, lakini hatuyaishi maisha ya Ukristo, hatuyaishi maisha ya uchamungu. Na hivyo Mungu anahitaji nini kwangu na kwako? Kila mmoja kuyaishi maisha ya utauwa ulio wa kweli ndani ya moyo, tukijua ya kwamba matokeo ya kuishi maisha ya utauwa ni mateso ndani yake, ni kudhiakiwa ndani yake, ni kutukanwa ndani yake, na vyote ambavyo viko kinyume na adui vitatokea kwa watu ambao wamesimamisha wa, wa, wa, wa viwango vyao vya kiroho mbele za Mungu, kama ambavyo mitume walifanyiwa, kama ambavyo manabii walifanyiwa, kina Yeremia, kina Isaya, kina Elia, ndivyo ambavyo wale wote wanaosimama kwa ajili ya Kristo kikamilifu watatendewa. Jambo moja ni hili: ahadi inatolewa katika Ufunuo sura ya pili fungu la kumi uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Na hivyo usiwe na mashaka unaposimama kwa ajili ya kuwakilisha ukweli wa Mungu mbele za watu, simama imara, maana Mungu yuko pamoja nawe. Na hivyo hakuna chochote kitakachokurudisha nyuma, maadamu Kristo ameahidi ushindi. Ajenda ni moja tu, utauwa wa kweli huleta maisha ya kweli ya imani, na kwa sababu hiyo tunaposimama imara katika imani ndipo tunatayarishwa kwa ajili ya uzima wa milele . Ni wale tu walioimarisha viwango safi vya kiroho, walioimarisha maisha yao safi ya imani, watakaosimama imara hadi mwisho wa pambano kuu linaloujia ulimwengu. Mimi na wewe tunaitwa, kila mmoja, kujihoji na kujiuliza Je, mahali uliposimama ndipo penyewe? Matendo unayoishi na kuyatenda ndiyo yenyewe? Utauwa wa Kikristo unaonekana ndani yako? Watu wa namna hiyo, hao ndio wanaojiandaa kwa ajili ya kile kinachojia ulimwengu hivi karibuni. Chagua kuwa sehemu ya watu ambao watadumisha viwango vya utauwa wa kweli katika ulimwengu usiokuwa na uadilifu, katika ulimwengu ambao unamdharau Mungu kuwa mmoja wa watu ambao watasimama imara na kuinua viwango safi vya kiroho katika ulimwengu unaopoteza uadilifu, na Mungu atakubariki na Mungu atakupigania na huo ndiyo utauwa wa kweli. Kuna maisha ma, ma, ma, pambano kuu katika mwenendo wa Kikristo. Unawajibika kuishi maisha ya kiroho, unawajibika kuishi maisha ambayo yanapatana na Mungu na matendo hayo ndiyo Mungu anayahitaji kwako, ndiyo anayahitaji kwangu. Na watu wa namna hiyo watakaodumisha viwango vyao katika matendo ya Kikristo watasimama imara bila kujikwaa, na watakapojikwaa Yesu atakuwa pamoja nao. Vikwazo vitakapotokea mbele yao, Yesu atawalinda, maana ameahidi ushindi kuwa pamoja nao, na ajenda ni moja tu, uwe mwaminifu. hatakufa taji imeandaliwa. Mungu akubariki unapotafakari maneno haya, na huo ndio utauwa wa kweli unaotakiwa kuonekana kile inapoitwa leo. Bwana awe pamoja nawe, na kutakia siku njema na ibada njema. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.